Majina anaitwa Dr Mgendi Hamisi Mbasa, ni daktari bingwa wa upasuaji wa mfumo wa mkojo toka hospitali ya taifa Muhimbili uh, Mloganzila. Uh, leo ningependa tuzungumzie juu ya tatizo la tezi dume kwa wanaume. Uh, tezi dume ni, ni kiungo muhimu sana kwenye mfumo wa uzazi ambacho uh, kinapatikana chini kidogo ya kibofu cha mkojo na ndio kinatupa muunganiko kati ya uh, mfumo wa mkojo na mfumo wa uzazi kwa kwa wanaume. Kazi yake kubwa ni kuna majimaji ambayo yanatolewa na tezi dume yanayochanganyikana na na manii na kuweza kuzifungua mbegu za kiume ziweze ku move kutoka pale zinapokuwa zimewekwa kwenye njia ya uzazi ya mama. Uh, kwa hiyo hiyo kemikali inasaidia kuzifungua, lakini vile vile inatoa uh, kama chakula nourishment, tunaita kitaalam kwenye zile uh, mbegu za, za kiume. Kwa hiyo ni kiungo muhimu kwenye, kwenye mfumo wa uzazi wa wanaume, lakini uh, sasa umri unaposogea kama viungo vingine vyote vinavyokuwa basi tezi dume pia inakuwa, na kwa sababu mfumo wa mkojo unapita katikati ya ile tezi, basi inavyokuwa inaweza ikafunga. Uh, mfumo wa mkojo. Sababu kubwa za kusababisha tezi dume uh, kikubwa zaidi ni umri. Uh, kadi unavyokuwa basi tezi pia inakuwa na uh, inafika muda inaweza ika, ikaanza kuleta shida ya mkojo. Kwa hiyo mara nyingi ugonjwa huu unawakuta uh, watu wazima kuanzia miaka hamsini uh, kwenda, kwenda mbele japokuwa unaweza ukawai kidogo hata chini ya miaka hamsini, baadhi ya watu wanapitia hiyo changamoto. Lakini sababu nyingine ni sababu za kurithi. Kuna vinasaba ambavyo unaweza ukarithi kwa wazazi, na mara nyingi watu wa namna hii wanapata basi mapema wanapata uh, tezi dume mapema zaidi kuliko uh, watu wengine wa kawaida uh, sababu nyingine ambazo uh, zinasababisha lakini kwa kiwango kidogo ni sababu za kimazingira uh, kuna uchafuzi wa mazingira ambao unaweza uka kemikali zile zikadisrupt mfumo wa hormon na kusababisha ukuaji wa haraka zaidi wa tezi dume ukilinganisha na jamii nyingine. Lakini maisha ya kawaida ya kila siku, vyakula, kuna uh, baadhi ya tafiti ambazo zimeripoti kwamba kula vyakula, vyakula vyenye mafuta mengi sana inaweza ikasababisha ukuaji wa haraka wa tezi dume. Lakini kuto kufanya mazoezi, nasema sedentary lifestyle, mtu anakula hafanyi mazoezi, movement ni chache, imeonekana pia sababisha. Lakini kuna maradhi mengine yanasemwa metabolic syndrome, maradhi kama sukari eh, kitambi inaweza kusababisha hiyo changamoto pia. Lakini kuna tafiti pia zimeonyesha matumizi mabaya ya pombe sigara pia yanaweza yakachangia ukuaji wa haraka wa tezi dume. Lakini maambukizi ya mara kwa mara ya mfumo wa mkojo pia yanapelekea maambukizi ya tezi dume, inaitwa prostatitis. Uh, pia inaweza kusababisha ukuaji wa haraka wa, wa tezi dume. Tezi dume inatibika. uh, mgonjwa unapokuwa na tezi dume kuna njia nyingi, lakini njia ya kwanza ni njia ya uh, tunasema life modification, kubadilisha mwenendo mzima wa maisha yako ya kila siku, au tunaweza kuita kitaalamu watchful waiting. Tunakufuatilia na kukupa maelekezo uh, muhimu ambayo ukiyafuata, basi maisha yako yanakuwa ya Uh, mazuri tu, sio yanakuwa eh, mazuri aweza uh, kusema hivyo. Kwa mfano, kuna uh, mtu anakuwa ana dalili za tezi dume, lakini anakunywa maji mengi sana kabla ya kulala, kwa hiyo mtu huyu ataamka sana. Kwa hiyo, tutakushauri kwamba punguza uh, matumizi ya vinywaji kama chai, kahawa, juisi na maji kabla ya kwenda kulala, lakini vile vile lazima ukojoe kabla ya kupanda kitandani na Uh, kuna mafundisho mengine ya namna ya kuweza ku, ku, ku hold mkojo kwa muda ili kupunguza kwenda kukojoa mara kwa mara. Muhimbili Mloganzila tunafanya clinic siku sita za wiki kuanzia Jumatatu saa mbili kamili asubuhi mpaka saa kumi na moja mpaka uh, Ijumaa na Jumamosi pia tunakuwa na kliniki ya urology uh, saa mbili asubuhi mpaka saa sita na nusu mchana.